Okay. Kwa nini ujifunze training kwa kupitia hawa watu? Kwa kusoma vitabu, kwa kusikiliza audio, kwa kupata mtu wa kuweza kukochi na kutreni? Kwa sababu utapoanza jambo lako la mafanikio, wakatishaji tamaa watakuwako wingi. Unawezekana ukakatishwa tamaa na marafiki, unawezekana ukakatishwa tamaa na wazee, unawezekana ukakatishwa tamaa na mtu mwenyewe kwenye mahusiano yako, au watu ambao wamekuzidi katika elimu. Unaposikiliza vitu kama hivyo, unaposoma vitabu unaposikiliza hizo audio, unapopata mentor wa kuweza kukochi, inakusaidia wewe kuweza kupata hamasa mpya, kupata nguvu mpya ya kuinuka na kwenda kupambana zaidi, na unakuwa hukati tamaa kwa sababu yuko mtu ambaye anakumotivate na anakuambia unaweza. So ni muhimu sana kuweza kusikiliza hizo audio, ni muhimu sana kuweza kujifunza kusoma vitabu, ili vikubakize katika game ya kupambana na dream zako na malengo yako. Fanyia kazi ndokwambia, iko siku utanishukuru na no utanikumbuka. all the best.